Tamthilia ya Echoes of War si ya kwanza kuibua utata, baada ya kufutuliwa mbali na kurejeshwa tena kwenye majukwaa ya michezo ya kuigiza. Tamthilia nyingine ya Cleopas Malala ya Shackles of Doom ya mwaka 2013 na I will marry when I want ya Profesa Ngugi wa Thiong'o ni miongoni tu mwa tamthilia ambazo zimeibua mihemko nchini kutokana na mada zilizoonekana kulenga utawala. Emmanuel Tor ametuandalia taarifa ifuatayo. Matukio haya si mageni nchini. Sanaa kama mwiba imekuwa ikidunga serikali tawala tangu miaka ya awali, na inaonekana aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleopas Malala ni mtaalamu wa kudunga. Mnamo mwezi Aprili mwaka elfu mbili kumi na tatu Malala akiwa mwakilishi wadi wa eneo la Mahiakalo wakati huo, aligonga vichwa vya habari kwa mchezo wake wa Shackles of Doom wa shule ya upili ya wasichana ya Butere, mchezo ambao ulipigwa marufuku. tamthilia hiyo ilionyesha unyanyasaji wa jamii ya True People of Kana na jamii tajiri ambayo ilivamia rasilimali yao ya mafuta. Iliibua gumzo na ikasitishwa na mahakama, ila baadaye kuruhusiwa kuchezwa katika mashindano ya kitaifa ya michezo katika kaunti ya Mombasa. Si hayo tu, katika zama za utawala wa Rais Daniel Toroitich arap Moi, mchezo wa I Will Marry When I Want wa mwandishi mashuhuri Ngugi wa Thiong'o ulipigwa marufuku majuma sita tu baada ya kuchapishwa. Ulikuwa unaongelea kuhusu mmoja eh, wakuu wa sana serikalini, wakati huo aliyekuwa mwanasheria Charles Njonjo, ambapo hakuwa ameoa wakati huo. Sasa huu mchezo ulikuwa ni kana kwamba unamkashifu ama unamkejeli kwamba nitaoa nikitaka, lakini niko na mamlaka. Tamthilia hiyo ilieleza changamoto za kupigania uhuru, na miaka miwili iliyopita uliruhusiwa kuigizwa tena baada ya zaidi ya miaka thelathini ya marufuku yes. mchezo mwingine uliowapiga mshipa wengi ni ule wa Makwekwe wa mwaka 1981 ulioandikwa na Mwalimu Tim Wandiri, aliyepigwa kalamu na shule yake baada ya mchezo wake kusimamishwa. Mchezo huo ulichokora fikra za serikali ya wakati huo. Tamthilia zingine tata ni kama vile Visiki ya mwaka 1982 iliyoigizwa na shule ya upili ya Chepterit, tamthilia ya kilio ya shule ya upili ya Nairobi School na shakia mwandishi tajika Oliver Minishi aliyewajibikia shule ya upili ya Bungoma mwaka 1995. Magwiji hawa sana wa sanaa wakiwataka Wakenya kulinda nafasi ya sanaa nchini. So you don't run away from yourself. Drama is you, art is me. I as a munga kanya labandu, I cannot run away from myself. We'll need to learn from history, from 2A. Japo, sanaa inakera, ni kioo cha jamii na ni jukumu la jamii kubadilisha sura yake, si kugombeza kioo. Emmanuel Toru, Runinga ya Citizen.